Nilimtuma mama yake nikamwambia, nyie mtoto ana hali hii, anaumwa, nyie mnataka kukata keki, mimi niwale vipi, kama ngania nini? Nikaapa, mtoto akaenda kukata keki. Baada ya hapo ukaja kumdai dawa, tunaomba dawa za mtoto. Mimi nikawanyima, nikamwambia siwezi kuwapa dawa, unataka dawa za nini? Tunataka dawa sini. Nikamwambia hapana, kwa sababu nyinyi hamkuwa mkijali, mimi nimeenda mwenyewe hospitalini. Basi acha Oh, ikawa eimsha siku, kaka yake akaja pale mbele, watu walikuwa ni wengi, kaja kaka yake, kaanza kunitukana, kanifanya, kanipiga, kaka yake kani, kani, akanipiga, akanitisha mpaka kunipia bastola na nini, ka kama anataka chochote fanya. Babake ndo akaja akawa amenisulia, nilipomsulia akaninyang'anya mtoto sasa wakaniambia niondoke, nikaambia mimi nataka ni kuondoka. Kila siku nikiambia nataka ni kuondoka, mna nikatalia. Kwa nini na nikikaa hapa kwa nini? mnavyonifanyia ni vitu ambavyo mimi sipendi, zinavyo hamtaki nifanye biashara, hamtaki ni kitu chochote, mimi nitakaa hivi mpaka nini? ni siwezi, haijalishi tu kama nini, mimi nina majukumu yangu ambayo nataka kufanya, nina familia yangu ninategemea na vitu vingine kama vyote vile ambavyo iko kwa binafsi yangu makita ninapokaa hapa, hamnihudumii kitu chochote, wenyewe wanahudumia mtoto tu asi. Tukaanza kugombania kuhusu mtoto, wanataka niondoke bila mtoto, na mimi siwezi kuondoka bila mtoto. Tumebishana kwa muda mrefu sana, kisha siku nikafikia kwamba nisiondoke kwa muda ule, nitaondoka kesho yake. Yeye akawa anaondoka, akafika kesho yake, wakakataa nisiondoke. Walipoondoka kwenda kazini, mimi nikachukua mtoto wangu nikabeba vitu vya mwanangu bayazi na vitu vyangu nikaondoka zangu, nikaondoka nikarudi kule kwa dada yangu, nikawa ninakaa huko. Sasa kwa hiyo, walivyonitafuta wakanikosa, na nilizima simu, kwa hiyo kwa kunipigia kwa nipatikani, ikabidi uanze kusumbua familia yangu okay. Basi familia yangu wamesumbua sumbua, ikabidi mimi niwapigie mimi mwenyewe. Nikampigia yule baba mkuu wangu, nikamwambia kitu ninachokifanya sio sawa, kwa sababu mimi nimepitia mambo yote na wao Unaona, alafu sasahivi ndo unajifanya kwamba ni mtu mwema, sababu hata mi nikipigwa nikinyanyeswa hapa, unaona, na hauchukui kitu chochote. Hata unaweza ukapiga ukaumia, hamna kwenda hospitali, hamna nini. Tuende tufuate sheria kama nitakuwa na makosa ama ni nini. Basi mzee akaomba tusamahani, aie pakaasa nivofikia, siwezi sta kipindi chochote, hata huduma zenu zikawa zinapitia kwa mkuu wangu, kwa kuwa yeye hata kama ni familia yake laki, lakini laki, sijagombana naye. Hata siku moja, na hata mambo yakitokea, alikuwa kidogo ni mtu ambaye ana utu kuliko wengine kt kidogo, huduma zake nikawa nazipokea, lakini mezipokea kwa muda mfupi. Mtoto siku moja akapata shida, meamka hiyo siku tumeshinda mpaka jioni. Jioni baada ya hapo, akapata kama apaliona kitu k nikatoka make alikosa kumua, nikatoka nikakimbia hospitali, nikafika hospitali ya kwanza akanambia ndio hospitali kwa nyingine, nikaenda nikafika pale, mpaka wanakuja kunihudumia kufanya hivi, mtoto akamfanya amefariki. Kwa baada ya hapo, wakawa wamekuja pale hospitali hiyo, wua jioni wakanchukua wakanrudisha mpaka kule kwao Kesho yake tukafanya taratibu za kuzika, tukaenda tukazika kwenye mashamba yao huko. Baadaye hapo, mimi ndugu zangu walikuwa wamekuja kunichukua, nikarudi nyumbani. Nikarudi nyumbani, nimekaa kwa muda mrefu kwa sababu ni kitu ambacho kilichukua muda, ko sahau. Nimekaa baadaye ndo nikaanza kufanya biashara biashara, lakini hata na hivyo Kwakuwa bado nilikuwa sijakaa sawa, biashara zenyewe kila nikifanya zikawa zinanishinda, ndo nikaacha. Nimekaa mdamda, nilivyokutana na tangazoali na kazi, nikasema bora nikafanya kitu kingine kuliko nikahangaika na kitu mm. ambacho sitakiweza kwa sasa, ndo hivyo tu. Haya, Amina, karibu, asante. hizo ndo changamoto za maisha. Mm. Pole kwa kumpoteza mtoto. Asante. Lakini duniani hapa wote sisi wasafiri. Mm. Mm. Yeye ametangulia sisi tutafata. Isipokuwa kwenye stori yako ndio kila nilichokisema mwanzoni. Wanawake, tutafute hela zetu. Ah, mambo ya kutaka kwenda sijui kulelewa ukweni, sijui kuhudumiwa, sijui vitu gani, hiyo yote hapo unazunguka zunguka ni umaskini. Wewe ungekuwa na hela zako usingeweza hayo yote, usingepitia na ulishaanza maisha vizuri tu Umeelewa eh? Ulianza vizuri, una duka lako. Mm. Ehe, ulivyokuja kujiingiza kwa huyo baba ndio shughuli ilipo haribikia hapo. Kwa hiyo mm -hmm. Na pia nikikusikiliza unasema kwenye ile biashara, yule mwanaume bado wewe ndio ulikuwa kama injini pale. Mm. Ye mwenyewe biashara hawezi kufanya, sasa hivi hata duka hana. Ulienda Nice ukakuta step, duka uka, ulipokaa naye pale duka likaongezeka, ulipoondoka mm -hmm. Lile duka limepuputika. Mm hicho -hmm. kitu nataka wanawake waelewe kwamba kuna uwezo ambao Mungu ameweka ndani yetu. Ndio maana sisi ndio wasaidizi. Wanaume sio wasaidizi. E, tuelewe hili neno. Neno la Mungu linasema alimfanyia nani? Msaidizi. Mwanaume alifanyiwa nini? Eh, sio sio wanaume wao wa, wa, wa, wasaidizi sio wao. Wasaidizi ni sisi. Ina maana kuna kitu kikubwa ambacho kiko ndani yetu. Kwa hiyo wewe mwenyewe ulivyoongea hapo ni mfano halisi wa msaidizi. Ulifika kwenye biashara yake ukamsaidia, ile biashara ikaanza kukua, ikaenda, lakini ulivyoondoka biashara imekufa. Kwa hiyo mi nataka niwatie moyo wanawake kwamba tunaweza tukawa tumejikwa tume tumedondoka kama hivyo, umerudi hapa kwanza kwenye kazi za ndani. Lakini eh, hiyo ni napenda tu kusema ku, kuambia usiangalie ulikoangukia, angalia ulikojikwaa, ili uweze kujifunza namna ya kutembea ili usijikwae tena, si ndio eh? Maana ukiwa sasa ni mtu wa kuanguka anguka kila saa, shida itakuwa ni kwako. Ina maana utakuwa ujifunzi. Sasa hivi utakavyoanza uh, ukatafuta mtaji wako ukaanzisha biashara yako, sidhani kama utakuwa ni rahisi kukimbilia tu kwa mwanaume na ukaacha biashara yako ikafa, kwa sababu wewe, ile biashara yako ingekuwa haijafa, usingepata hizo shida zote. Mm. Ungeweza kusimama hata kama ni yeah. Mtoto ameumwa nini, utampeleka hospitali, si unafanya biashara wewe, si mama yake? mm -hmm. Na kwa sababu huwezi kumchunga mwanaume mm -hmm. na hiyo biashara, kusema wanaume sijui ukiwa na mimba wanabadilika, huo ni upumbavu, ni akili mm -hmm. za kijinga kabisa. Akibadilika na wewe badilika, kwani lazima? lakini right. Unaendelea kulazimika kuishi kwao, kutukanwa, kusemwa yeah. kufanywa kama tambara la deki. Kwa nini? Kwa sababu ya njaa lakini ungekuwa kwako huko una maisha yako una biashara zako unaishi kwako, mtu angekuletea ma, mateso saa ngapi? Angekuja angekupata wapi akutukane? Kwa hiyo wanawake lazima tuamke, tuache ayo mambo ya kulialia, kujilizaliza, kutiliatilia huruma kwa wanaume, kwa wakwe, sijui kwa nani. Tafuta kipato chako, tafuta kipato chako. Mwanaume akija kwenye maisha yako atakuheshimu, akikukuta wewe ni mwanamke unayejielewa usiyetetere usiyemtegemea mwanadamu kwa sababu hata sisi neno la Mungu linatuambia amelaaniwa amtegemeaye nani? Mwanadamu. Kwa hiyo mm -hmm. Wee we, ukikaa kwenda kujitegemea mwanadamu lazima utarudi tu na vilio, nakwambia utaenda mbele utarudi nyuma hatua nyingi sana lakini kama unamtegemea Mungu na kili, na akili alizokupa na vipaji vyako, siku zote wewe utakuwa ni mwanamke ambaye wanaume wanakutafuta wewe. Sio we unachesi wanaume. mm -hmm. Wanakutafuta melewana eh? yeah, kwa hiyo karibu sana ya yeah, uh, fursa zetu nafikiri umezisikia. mm-hmm. E, e, wewe bado ni una nafasi kubwa tu ya kurudi tena upya kwenye maisha ukaanzisha biashara zako ni upya na ukapata mwenza sahihi, lakini uendelee kubaki kwenye nini? kwenye nafasi ya kusaidia, usio wanze tena kujilizaliza nafasi ya kusaidia ili uwe nayo, lazima uwe ni mtu unaye produce uchumi, kila siku unafanya kazi, unafanya biashara, unatengeneza pesa una... kwa ajili ya kusaidia wale wanaokuzunguka, kama ulivyokuwa unamsaidia mume wako. Biashara zako pia usinge ruhusu zife, sawa? Eh mm, kukirudi hapo mambo yataenda eh, lakini ukikubali tena haya maujinga ujinga, kwa sababu umekutana na mtu tu ana kijiduka chake sio ana kinini, we unaacha ndoto zako, unaacha vitu vyako. Ha, ha, utaendelea kuteseka na haya maisha. Hakuna ubaya mwanamke kubaki kwenye shughuli za ujasiriamali za uchumi, hakuna ubaya, usidanganyike. Nafikiri kuna watu wamelelewa kwenye hizo mambo ya kusema ukishapata mume wewe uende, yeah, uende kwa mume we, kazi yako unabaki kumpikia. Huo ni ujinga wa levo ya juu, na hao wengi wanateseka, sawa, wanaishi, lakini wanakuwa hawana uhuru wanakuwa hawana yani, hawana maisha mazuri. Huna choice, unafanya wanachotaka wakwe zako na mume wako, sababu binadamu ana namna gani. Lakini ukiwa na kipato chako, wataheshimu maamuzi yako, watakuheshimu, watakupa uhuru wa kufanya uchaguzi, kwa sababu wanajua yani, na we una nguvu. Lakini ukiwa mnyonge automatic tu unakuwa huna maamuzi yoyote, huna yaani, chochote ewala, ni kutukanwa, ni kusemwa, ni kuchambwa, ni ku... yaani kama tambara la deki. Unasema walikuwa na wafanyakazi, lakini hawakuruhusu wakufanyie kazi mm, si ndio? Mm. Eh, pamoja na changamoto zote uzokuwa nazo, lakini bado walikuacha. Kwa hiyo, hiyo ni wewe, kama unajiweka kwenye utegemezi, unajiweka kwenye matatizo. Si unaelewa eh? Mm. Ukijiweka kwenye utegemezi automatic, yani wewe mwenyewe unajiposition sehemu ambayo kila mtu atakukanyaga kanyaga. Kwa sababu gani? Huna nguvu eh. Jamani, hata Biblia inasema pesa ni jibu la mambo yote. Tafuta pesa yako ndugu, hata ye kama ni ndogo, lakini uwe na ya kwako, ambayo mwanao ameumwa, unaweza kumpa panado, unaweza kumpeleka hospitali, unaweza kumkorogea uji. Yani hivyo, yani siwe ili uishi lazima sijui amue uh, mwanaume au uh, amue sijui mke au uh, nani. Hayo ni maisha ya kitumwa kwa mm -hmm. Hiyo hiyo ndio kazi yangu niliyo nayo hapa, kuhakikisha kwamba nawasaidia wanawake wanaosikiliza. Kama una chance ya ku pambana kivingine, sawa. Kama huna, njoo kwenye hizi kazi, zitakutoa zitakusaidia. Hii ni sehemu nzuri na sahihi kabisa ya kuanzia. Unakuwa kwanza huna stress, unaishi kwa bosi wako, unakula kwa bosi wako na unapata mshahara mzuri. Kwa hiyo kama huna mbadala kitu cha kufanya, njoo uanze hapa, lakini kama unacho basi pambana, hakikisha siku zote wewe unayaendesha maisha yako, unamtegemea Mungu na unategemea kipaji ambacho Mungu amekupa. Mwanaume akija ni ziada, jamani ni ziada, sio basic, sio ndio kitu cha cha, cha kwako wewe, sio bila mwanaume mimi siishi a a. Mwanaume akija ni ziada, na hapo utaheshimiwa, huyo mwanaume atakuheshimu siku zote, lakini kama bila wewe siishi ha, amna rangi utaacha ona. Haya jamani, karibuni sana wale mnaoenda kazini, Amina na Olivia na Dada Loveness, sisi tunakutakia kila la heri unaporudi nyumbani kwa ajili ya kujiendeleza zaidi. Haya, utuukawe balozi wetu, kikutana na wadada ambao hawana hawajui cha wa kufanya waambie, nenda Wadada Center, na sehemu nzuri ambayo na mimi nilishapita, inasaidia wasichana. Utawaambia, utawaambia, eh? Haya, sawa, asante sana, haya.